Nifike posta. A, kuna siku moja tulikuwa tuna tuko kwenye darasa tunafundisha online, mwanafunzi wangu mmoja moja na, yuko Faransa Siku hiyo tukamwambia, sasa si atamani kuja Ufaransa huko, tuandalie mazingira. Akauliza, huko Ufaransa mnakuja kufanya kitu gani? Sasa nataka tuandalie watu crusade moja kubwa, afu nakuja kufundisha huko, sasa nataka kufundisha. Eh, sawa basi, jambo la kwanza nataka niwape hatua za kuja Ufaransa. Nikauliza, hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza huko wapi kwa sasa hivi, Dar es Salaam naenda wapi? Kule kwa wale maambasada walioko posta jambo la kwanza, na ukienda kule utoe hoja ya maalum sana kwamba nimealikwa, sio najialika huko watu kuruhusu. Akaniambia kuna kitu kinacho nini, ni visa nini, maana visa, na najua visa hapo <laughs> na ndoza kwenda nje <laughs> nikasema, hey, visa visa ni eh, hey, shingapi hiyo visa? Akasema hiyo visa sio hela sasa kulipia hiyo <laughs> ni ruksa, unapewa ruksa ya kwenda kule, maana kunajulikana, unajulikana wewe, unaenda kufanya kitu fulani. Kaulizia pale, akaambia pasipoti zipo, kutoka hapo Dar es Salaam mtafly mpaka labda moja kwa moja wapi Ufaransa. Yote hayo akatwambia, akasema kwamba ina gharama ya milioni sita kwenda na kurudi, mtu mmoja. Sasa sisi tuna mpango wa crusade, alafu tuko kumi, kwa maana kila mmoja andaye milioni sita. Ndio jambo la kwanza, yani kajifikia, akasema hizi tuanze kuandaa milioni sita, si jambo la kwanza, ziandaliwe ziandaliwe hizi pasipoti. Tuangalie kule nini kule, kwa wale wale watu mambasada, wa mambasada wako huko, tujue wanafanyaje fanyaje hii si twende, ndio lakini unaweza kusema nataka sasa hivi lengo letu la kwanza kutafuta milioni sita. Uwezi kuipata milioni sita, unaanza na kidogo kwanza. Una pasipoti ndiyo, visa upatikanaji wake ukoje? Uko namna fulani moja mbili tatu, unamaliza hiyo. Baada ya kwamba hapa sasa, na mpango tuandalie mwaliko wote wenye maana. Ukialikwa sasa, itatumwa taarifa huko bwana, kwamba wewe unahitajika uende sehemu fulani, na hiyo ile nauli unayo nauli nayo milioni ngapi milioni sita na uwezo kusema nina nauli ya kuja tu alafu kurudi sasa utarudije sasa na kuendea tu hapana lazima uwe nayo yote. Naona, lazima ujue unaenda kufikia wapi hoteli ziko shilingi ngapi yani unalipwa shilingi ngapi kwa masaa mangapi kwani kaja kuona kwa hiyo issue sio kuogopa safari na ukubwa wake issue ni kuanza issue ni kufanyaje ni kuanza Nikiwa napita pale airport pale. Niko natoka Ubungo naelekea shuleni kule kufundisha. Nikipita pale nasema, ndege wewe unaepaa hapa. Wewe nitakupanda. Nitakupanda kama daladala. Nitakuwa nazunguka nazo hivi. Lakini kajiambia ngasema, jambo la kwanza, siku moja nitakuja hapa airport. Ikatokea fursa nikaenda gaba. Sasa huwezi kwenda hadi ndani kule. Yaani, unaweza kuruhusiwa kwenda kufanya arrival pale. Kuingia huko ndani unaambiwa unaenda kufanya nini. Na sasa nikafika mpaka pale alive, nikasema kazi, at least niko alive eh, unachukua simu <laughs> niko alive at least, niko naonekana mahali fulani. Ila zote hizo ni hatua kufanya akili yako iweze kujua unakokwenda. Kwa kazi ya kitabu kubwa, ni kufanya wewe uanze, na kuna namna ya kuanza, kuna vipengele vipi ambavyo vitakusaidia wewe kuanza. Nimekutajia mfano ya watu walioanza hata misi tulivyoanza hatukuanza